Napenda kuchukua nafasi hii kukumbusha jambo adhimu sana. Ndani ya dunia yetu ya leo, kuna vitu ambavyo hupita na watu wakavichukulia namna vinavyopita bila ya kutafakari undani na bila hata kutazama upande mwingine wa faida, lakini upande mwingine wa hasara, lakini bila ya kutafakari ndani ya fikra zao, uhalisia wa maisha ya mtu, maisha halisi ambayo Allah Subhanahu wa taala amemuumba nayo mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, innahu huwa mudabbirul umur, Allah ndiye mpangaji wa mambo yote, anayapanga na kuyaendesha. Khalaqa fasawwa qaddara fahada, Mwenyezi Mungu ameumba kila kitu kakisawazisha kila kitu akakadiria kila kitu na akakipa mwongozo. Njia hii ni njia ya sawa sawasawa, pita, na njia hii ni njia ambayo ukiwa utaifuata utakuwa ni mwenye kula hasara, ni mwenye kupotea. Na kwa kuwa yeye ndiye aliyetuumba akatuonesha njia, maana yake yale aliyotuonesha kwamba tuyafuate, ameyaona umuhimu wake na kufaa kwake na faida yake yale aliyotukataza kuwa tuyawache, ameona hasara yake. Na kwa kuwa yeye anatupenda, ndio maana ametuumba akatuwekea mpango mzima wa maisha yetu. Ajabu ni kwamba mwanadamu bado anajiona ana akili kubwa, mwanadamu bado anajiona kwamba anajipendelea sana kuliko anavyopendelewa na Allah subhanahu wataala. Nathubutu kusema kuna mfumo ambao hujengwa na watu waliokuwa hawamtambui Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, hasa watu wa magharibi ambao sio wote, lakini wale ambao wanataka kuhakikisha dunia inamkufuru Mwenyezi Mungu, wanataka kuhakikisha fikra zao, matamanio yao ndiyo yanayoongoza ulimwengu huu. Ikhwata alkiram, hebu tazama, anakuja mtu anasimama kutetea akifanya na kudai kwamba anatetea haki za mwanadamu, akijifanya yeye anampenda sana mwanadamu na anamtambua vizuri mwanadamu na kuzichunga haki zake, lakini yeye akawa ndiye wa mwanzo kuzivunja haki za mwanadamu huyo. Nikupe mfano mmoja, wanakuja watu wakidai uhuru wakitamka maneno hadharani na kukaa shura na kukaa vikao mbalimbali mbali, mabunge mbalimbali mbali, wanadai uhuru wa mwanadamu mwanadamu, kwamba ni mtu huru, afanze afanye analotaka, kama anavyojisikia akili yake inavyomwendesha. Lakini mwanadamu ameumbwa na aliyemuumba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, akamwekea mfumo na utaratibu wake wa maisha. Cha kushangaza na cha ajabu, anaukataa mwanadamu mfumo ule wa Mwenyezi Mungu, inafikia wakati anatokea mtu mwenye akili zake anayeitwa msomi akisema mwanadamu huyu awachwe, ayatake yale anayoyataka na kuyafanya, afanye anayoyafanya bila ya kuingiliwa kwa uhuru wake. Akiwa ni mwanamume anataka kujifanya mwanamke huru, akiwa ni mwanamke anataka kujifanya mwanamume huru. Ndivyo ambavyo wao wanamdaia mtu huyu kuwa wao wanampenda sana mwanadamu huyu lakini Hebu nikuulize wewe, ambaye yawezekana una chombo cha moto unaendesha, labda tuchukue gari. Kuna gari inatumia mafuta ya diesel, kuna gari inatumia mafuta ya petrol. Ajabu ni kwamba hakuna dereva yoyote anayethubutu kwenda sheli ya mafuta akaiweka gari yake mafuta ya petroli, hali ya kuwa imeandikwa itumike diesel. hakuna anayethubutu kuiweka mafuta gari yake iliyoandikwa itumie diesel akaiweka petroli. Mbona husemi leo nataka niweke maji, kwa sababu maji ni rahisi, ninayo mengi nyumbani kwangu? Ya nini kuingia gharama, kuingiza mafuta ya petrol? Leo wacha niweke maji kwenye gari. Ukimuuliza mtu anasema, hapana, walioitengeneza wameweka muongozo, gari hii itatumia petrol, gari hii itatumia diesel. Kwa nini muongozo huu na uheshimu? Kwa kuwa madhara yake unayaona pale pale kwa kuwa unamwamini sana aliyetoa mwongozo wa gari kutumika vipi. Unaponunua kitu chako, kitu cha matumizi ya nyumbani, kitu cha elektroniki cha umeme, chochote, kuna karatasi ina mwongozo, dakika ngapi tumia, ipumzishe masaa mangapi, iweke mahala gani, na mwongozo ule unaothamini sana na unaofuata kwa kuwa aliyekitengeneza kitu anakijua undani wake vipi kitumike. Aliyeunda gari anajua gari hii, mafuta ya petrol ndio mafuta sahihi ya kutumika kwenye gari hii, na wewe huendi kinyume na mwongozo ule, wala hudai ya kwamba nitatumia ninavyotaka, nitaweka mafuta ninayotaka kwa kuwa ni mtu huru na mimi nina uhuru usiotakiwa kuingiliwa. Mbona uhuru wako umeingiliwa na husemi? Mbona uhuru wako umeingiliwa na husemi, wala hutafakari, wala huyachunguzi hayo. Hebu tafakari mja, aliyetuumba Allah anatujua vizuri sisi waja wake, ndio maana akatuwekea mfumo akatuwekea utaratibu sisi tuishi vipi. Mwanamke akaambiwa ajistiri, asiseme kwamba mimi ni mtu huru. Kuwa katika ulimwengu ulikuwa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kabla ya hapo hukuwepo. Aliyekuumba ufuate mwongozo wake, utafanikiwa. Akikwambia wewe mwanamke, jifunike kichwa chako mbele za watu wa kando, usiseme mimi nina uhuru wangu. Hapana, mbona mambo mengine unafuata muongozo? Tena muongozo wa wanadamu tu, ambao hata Mwenyezi Mungu hawatambui. Lakini muongozo wa Mwenyezi Mungu wewe unaokataa. Kwa nini unaokataa muongozo wa Mwenyezi Mungu, ukadai ndio uhuru, ukadai ndio haki za mwanadamu? Amekuumba Allah mwanamme kwa mapenzi yake, kwa mipango yake, basi ridhika ya kwamba Allah amekuumba mwanamme. Amekuumba Allah mwanamke kwa mapenzi yake, ridhika kwamba Allah amekuumba mwanamke kwa mapenzi yake. Tena siku moja kuna bwana mmoja alikuwa mweusi sana, akasema hii rangi yangu nyeusi naipenda sana kwa sababu amenichagulia Allah, amenichagulia yeye Mwenyezi Mungu kwamba mimi niye mweusi kwa kuwa mapenzi haya ni ya Allah kuniumba na kutaka niwe hivi, nayapenda sana, nayathamini, naipenda ya rangi yangu. Wewe unajibadilisha rangi, unajibadilisha nywele, unajibadilisha maumbile, watu wanafanya surgery, wanabadilisha maumbile kabisa. Subhanallah, ametakasika aliyetuumba, hakosolewi wala yeye hakosei naye hufanya mambo kwa mapenzi yake na mipango yake isiyoingiliwa. Sisi tunaulizwa, lakini yeye haulizwi kwa yale anayoyafanya. Billahi tawfiq wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh